Mambo ya Kasongo unajua, mimi siongeangi, naongea nanishika, nikiongea nanishika, lakini wakili wangu wako hapa His Excellency, Kalonzo Musyoka. Mambo ya Kasongo unajua, alinishika nilipouliza kwani tulichagua wazimu. Ilikuwa, ilikuwa swali kusema ni wazimu, lakini nilijiuliza ile mambo nasikia, kwani tulichagua wazimu? Unajua mimi nilimuuliza one on one, Your Excellency, tumetoka uchaguzi, tumeahidi tumeahidi, na kabla tutimize, uko juu ya gari tena. Sasa watu wanatuliza leo, wanataka kudanganya nini? Kaniambia, je, unakumbuka omo? Nikamwambia ndio, what about it? Unarudia na unarudia, unarudia hata una waleo, sio omo iko. Yani what he is doing ni kurudia kurudia what he said he doesn't intend to do it, he doesn't intend to do it. Nilikuwa kampeni wake Nikuwa, tukimpeleka East African Assembly, mi ndio nilikuwa chief campaigner. Kwa hivyo tumetembea sana, viongozi, tuko nyuma yenu.